Sisi katika sera ni kwamba tuko tumekubaliana katika sera yetu sisi ya afya ni kwamba kila wilaya itapata ingalau sajoni mmoja na ina, itapata physician mmoja. Sasa hili jambo serikali imekuwaje hili jambo kukosekana, kwa sababu kuna magonjwa ambayo yingeweza kutibika huko huko katika mawilaya yetu, lakini tunalazimika sasa kwenda katika hospitali za rufaa, hali inakuwa ni mbanano mkubwa lakini pia kama tunaonekana tume tumebanana kifedha, bajeti yetu sio nzuri, hizi hospitali za wilaya katika nchi, kwa nini hawa madaktari bingwa wasio wanakwenda katika hizi wilaya kwa siku? Kwa mfano siku ya Jumatano, labda tunajua leo daktari bingwa atakuwepo siku ya Jumatano, madaktari bingwa wawili kila mwezi wanakwenda, ingalau wanakuwepo pale, mpaka hapo tutakapokuja kupata madaktari bingwa. Inakuwaje mifumo ya isomani kati ya halmashauri na nani, TAMISEMI pamoja na wizara ya afya, ili jambo, serikali ni moja, baba mmoja, mama mmoja. Sasa hili jambo tunaomba sana mwenyekiti, bunge lako lielekeze kwamba hawa madaktari bingwa sasa wawe na siku maalum tujue kama, kama ni sajoni anakuja wa mifupa anapatikana jumamosi ya kila wiki wananchi wenye matatizo badala wote kurundikana Muhimbili, kurundikana Benjamin Mkapa, kurundikana Mbeya hospital, kurundikana labda nani, Mount Meru. Sasa hivi vitu vya namna hii tunaona kama vile tunajikwamisha sisi wenyewe, na wakati tumetekeleza mambo makubwa sana katika wizara ya afya. Jingine mheshimiwa mwenyekiti, ambalo nataka nilizungumze katika hili swala ni kwamba sisi Sengerema pale tuna hospitali yetu DDH hii hospitali imeanza kutoa huduma toka mwaka hamsini na tatu mwaka hamsini na tatu mpaka leo, zaidi ya miaka sabini na mbili Leo ndo tunakuja kupata mwaka huu sisi hospitali yetu ya wilaya. Kwa hawa wenzetu Roman Catholic wamefanya kazi ya kuihudumia jamii katika, katika kanda ya ziwa kwa muda mrefu miaka sabini, lakini wameomba tu nafasi kwamba wao wawe wow, hospitali ya rufaa, wasajiliwe kuwa hospitali ya rufaa kwa sababu wana kila kitu. Mheshimiwa Naibu Waziri, umekuja Sengerema, umeona wana feta za kisasa, wana umeme wao megawati kama tano ambazo wanaweza wakahudumia ile hospitali, wana mifumo ya maji, wana kila kitu, tuzi ya macho n ya kila, yani kila kinachoweza kufanywa katika hospitali ya rufaa wale DDH Sengerema wanayo. Na ukanda huo sasa, mpaka uje uvuke kuja kuingia Mwanza, tunamshukuru Mungu tumepata daraja, lakini hata kama hao no, wanaoletwa kutoka Kigoma kutoka Ngara wapi, lazima wavuke Sengerema. Kwa nini msiifanye Sengerema ikawa hospitali ya rufaa? Hatukatai, tunakubali mmeweka Ukerewe, lakini na sisi Sengerema tuko ngambo, kuna wilaya zinazoweza kuhudumiwa na ile DDH. Tunakuomba sana Mheshimiwa Waziri, hili jambo ukija kwenye majumuisho yako tuone, kwa sababu wamejitahidi, wameshapeleka kusomesha madaktari kwa specialist madaktari wanne wao wenyewe kwa pesa zao kwa nini serikali siji ikawapa wale maspecialist watatu tu tuka qualify ili iweze kusajiliwa haya ambayo tunaoyaomba hapa, sisi tuweze kuhudumiwa kama, kama, kama hospitali ya rufaa DDH. Sengerema ina vitanda zaidi ya mia nne, ina kila kitu ile hospitali. Mheshimiwa waziri, kama utakubali hiki kipindi ambacho tunachokimalizia hiki cha muda wa mwisho, uje Sengerema, we mwenyewe uje ujionee Katibu mkuu anajua hiyo hospitali, wewe unajua, mheshimiwa naibu waziri anajua hilo jambo. Tunaombeni sana kwamba mgekuja Sengerema tukaja tukaona na sisi, mkatupunguzia nafuu, tuna visiwa tuna nini. Kwa hiyo moja ya tatizo letu kubwa ni hilo ambalo limebaki, lakini kwa shughuli zingine zote sisi tunaipongeza sana wizara ya afya kwa kazi kubwa mnayoifanya, lakini tunaiomba serikali iongeze bajeti hii, bajeti iliyotajwa kwa wizara ya afya sisi tunaona kama haitoshi. Nyinyi mmesikia hapa, kila mbunge anayesimama hapa anaona kama bado bado tuna matatizo makubwa, hasa katika magonjwa haya makubwa kama magonjwa ya figo. Tulizungumza mwaka jana, mkasema mtafanyia kazi. Sasa tunaomba mwaka huu serikali iliangalie sana, na mwisho nilikuwa nataka kuzungumzia ni swala la tiba asili. Ndugu zanguni, bila kufichana, korona korona Tanzania mwaka jana mwaka juzi ilitutesa sana hapa, lakini tiba asili ilifanya kazi. Tulichemsha chai za rangi hapa chai, chai, chai dawa, tukaweka vitunguu saumu, tukaweka tangawizi, limao, ndimu, majani ya ndimu, tukajifusha sisi wenyewe. Wamefanya kazi kubwa sana watu wa tiba asili, lakini hatujajua. Je, hamjagundua tu kwamba tiba asili imesaidia kiasi gani? Mbona mkija hapa mnatoa, mnatoa maelezo? Mmesoma hotuba yako mheshimiwa waziri, hukulizungumza hukulizungumza kabisa swala la tiba asili. Hawa watu unawasaidia namna gani? Tumeona tu wametambulishwa hapa watu wa tiba asili, lakini yako magonjwa kama kifafa hayatibiki hospitalini, hawa wanatibu, na sasa hivi wanatibu mpaka kisukari, wanatibu magonjwa mengi sugu, mpaka ini wanatibu, watu wa tiba asili. Hebu tuwatambueni sasa vizuri na leseni zao, huko vijijini zimekuwa shida sana kupatikana. Kwa hiyo, tiba, asante, mganga, mheshimiwa, kwa hiyo unakuta, naomba malizia hiyo. Eh, na, na malizia tu ni kwamba hebu punguzeni hizi leseni, huu urasimu wa kupata leseni watu wa tiba asili, hebu mliondoe kwanza. Leseni za tiba asili zingekuwa bure tu, hao watu wanatusaidia sana maeneo ambako hakuna hospitali, wametulinda kwa muda mrefu. Asante sana, naunga mkono hoja.